Hujaji watarajiwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutia nia ya hija au umra, baada ya kuhirimia ibada ya, ya hija au umra, kuna vitu vinaitwa muharramat al-ihram. Muharramat al-ihram, mambo yaliyo haramisha baada ya mtu kuwa ameshaweka nia ya hija au umra. Jambo la kwanza la haramu ni mwanamume kuvaa nguo iliyoshonwa ikamzunguka viungo kama vile pacha wa Mtume hapa eh, amepiga kanzu kama hii, ameherimia alafu kavaa kanzu, ni haramu ni sawa alivaa mwili mzima au baadhi. Lakini kama ihramu yake aliyovaa imechanika basi anaruhusiwa, pamoja kwamba yupo hija akaishona. Maanake ile ihram shuka yako lime imechanika, pale imepasuka ukaona ni haramu kuvaa nguo iliyoshona hapana. Unakwenda kushona ili kutibu lile tatizo. Pili, ni haramu kwa mwanamume kufunika kichwa kwa kitu ambacho kama hivi, kofia au kiremba lakini kama itakuwa amefunika kichwa chake kwa kukaa ndani ya hema au mvuli, au yuko ndani ya gari au ndani ya nyumba, ile halina tatizo. Sema hivyo, kuna baadhi ya watu mtawaona kule wenzetu wa kutoka Iran, wao wameelewa kwamba hata gari wanaopanda mtaona kule juu, wameondoa kifuniko ile gari kule juu liko wazi, atajua liki linawapata lakini, maajabu kule majumbani hawalali, hawalali nje isipokuwa kwenye basi ndio sasa uharamu unawezungumzwa. Katika sheria haukusudiwi uwakuwa ndani ya hema au katika nyumba, maana yake nyumba zote so ili kwa shida zzetole vipaa kule na jua la kule tumeishi vipi? Tatu, mwanamume kuufunika uso wake, juu ya kauli sahihi. Mwanamume hatakiwi afunike uso na hili limethibiti katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika Hajjatul Wadaa, mtu mmoja alipigwa teke na, fara, na, na na ngamia wake au farasi wake ili bwana akawa amefariki, kaanguka, amefariki. Mtume akawaambia la tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, msiufunike uso wake wala msifunike kichwa chake. Fa innahu yubaathu yawma alqiyamati mulabbiya, kwani huyu atafufuliwa siku ya Kiyama hali ya kuwa anaitika hizi talbia. Yani yeye akishafufuliwa tu atakuwa anasema labbaik allahumma labaik labaik la sharika laka labaik inna alhamda wa nimata wa laka walbul la sharika laka. Kwa hiyo dalili ya kwamba mwanamume hafuniki uso wake wala kichwa chake ni tukio hili lililotokea katika wakati wa hijja hii ya Mtume s alaihi wasalam. Ama jambo la nne, lilikuwa haramu baada ya kutia nia istimalu tib, ni kutumia manokatu baada ya kuwa umeherimia. Ni haramu kutia manokatu katika nguo au mwili wako au chakula chako au kinywaji chako, isipokuwa labda kama yale manukato yenyewe itaondoka ile harufu yake. Sizoelewana jamani, ukitia nia, ukiweka manukato katika nguo, utapata kosa, utalazimika utoe kafara ambayo imezungumzwa huko. Manukato yanayoruhusiwa ni kabla ujahirimia, unaruhusiwa kuweka ndani ya mwili wako. Sasa baada ya kuhirimia, yale manukato yatakayoingia katika nguo baada ya kuwa umeweka kabla ya kuhirimia, hayutokuwa na kosa, lakini umeshahirimia ndio unachukua ile perfume yako unaweka ili, halitakiwi kisheria. Kwa hiyo haitakiwi kuweka manukato hayo katika ndevu, katika kichwa, lakini yale uliosalia baada ya kuwa umeherimia kabla, hilo halina halina tatizo. Kinachokatazwa ni kule kuanza, sio kuendelea. Tano ni izalatu shari min jamii lbadani, kuondoa nywele sehemu yoyote ya mwili, ima umeondoa kwa kunyoa au mevuta tu bila ya uburu wote. Hayo katika mambo ambayo yamekataza. Jambo la sita, taqlimul adhafir min al yadain au rijlain bila udhri, ni kukata kucha mikononi au miguuni bila ya udhuru wowote, bila ya udhuru wowote kama itakuwa imetokea bahati mbaya, kucha imevunjika, imekatika kucha kule wenyewe tu, na mtu akawa anapata maumivu kwa sababu ya kuendelea kuwa nayo, basi huyu anaruhusiwa kuondoa na wala hana fidia atakayoitoa wala hatolazimika fanya jambo lolote, ataondoa watu. Sasa huu ni udhuru. Yule atakayeondoa maksudi atalazimika kupata faini ya kisheria. Jambo la saba ni kumuua mnyama, lakini kwa kwa, kwa siku hizi mara nyingi hata tukienda kule hatuwaone wanyama wenyewe lakini kama itatokea umemuona swala ukamuua, hii ni jambo ambalo nimekataza na wanasema ni ni haramu kumuua wewe mwenyewe au hata kuamrisha, ukamwambia mtu mwingine muue yule pale, nipigie yule kwa sababu nipo kwenye ihramu. Au mnyama umemuona amekimbia kana kujificha pale, ukamwashiria bwana, yule pale, vile vile inakatazwa. Jambo la nane ni kufunga ndoa. Wakati mtu ameshahirimia, haruhusiwi kufunga ndoa yeye mwenyewe, haruhusiwi kumwozesha mwingine, hata kwa kumpa wakala wewe wakati wa ihram kosenie ibana ni kwenye ihramu sasa, naomba kaniozishe binti yangu, ili vile vile halikubaliki. Vile vile hata kuposa au kuchumbia kwa baada nyingine, wakati umeshakuwa kwenye ihramu, usiandike barua tena ya kuchumbia. Jambo la tisa ni kufanya tendo la ndoa au kushikana shikana kwa namna ya matamanio kwa, kwa aina ya matamanio vile vile ni haramu. Jambo la kumi ni mwanamke kusitiri uso wake. Mwanamke katika haji haruhusiwi kufunika uso na wala haruhusiwi kuvaa zile soksi za mikono ya mahujaji ndiyo ambayo nilikusudia, au tuliona leo wasoketi ya kumbushi na kwa faida ya wale wenzetu ambao wamekuja kutoka mikoani hawajawahi masomo haya, na baada ya dakika chache tuta fanya kidogo hapa kwa vitendo eh, tutatia nia alafu tuwe tunafanya na tawafu kidogo. Ah, kama kuna swali lolote katika haya ambayo nimeeleza basi naomba tumuulize.